Tuangazie habari za michezo za kimataifa. Huyu hapa Abdallah Tilata, kwa taarifa zaidi. Wakati ukiwa umesalia mwezi mmoja kabla ya kufanyika kwa uchaguzi wa kumpata rais wa shirikisho la soka duniani FIFA, mgombea wa nafasi hiyo Prince Ali bin al Hussein amesema shirikisho la soka la Iraq litampigia kura siku ya uchaguzi. Prince Ali anayetoka Jordan amesema kampeni zake anazifanya kwa umakini wa hali ya juu ikiwa ni pamoja na kufanya mazungumzo binafsi na wajumbe watakaopiga kura na tayari ameonyesha kuungwa mkono na mataifa ya bara la Afrika na Caribbean. Akiwa na waziri wa michezo na vijana wa Iraq Jasim Muhammad Jafar mjini Amman na viongozi wa shirikisho la soka la nchi hiyo, Prince Ali amesema tayari amefanya kampeni katika nchi za Ghana, Rwanda na Antigua. Rais wa shirikisho la soka la Iraq Abdul Halik Mansur amesema Februari 26 mjini Zurich kura yao itakwenda kwa Prince Ali kwa sababu mgombea huyo amekuwa msaada mkubwa kwa maendeleo ya soka ya Jordan na Iraq. Prince Ali atapambana na Jerome Champagne wa Ufaransa, Gianni Infantino wa Uswisi, Sheh Salman bin Hamadi bin Isa Al Khalifa wa Bahrain na Tokyo Sexwale wa Afrika ya Kusini. Mkurugenzi wa taasisi ya kupambana na matumizi ya dawa zilizopigwa marufuku michezoni ya England uka ni Septet, amesema upo umuhimu wa kuwa na mazungumzo na kocha wa Arsenal Mfaransa Arsene Wenger, anaonekana kuwa na taarifa nyingi kuhusu matumizi ya dawa hizo. Niko amesema katika mjadala uliofanyika mwaka uliopita, Wenger aliyejiunga na Arsenal mwaka 1996 ameweka wazi kuwa anaamini soka halijajitenga na matumizi ya dawa za kuongeza nguvu, jambo ambalo UKAD inataka kujua mengi zaidi kutoka kwake. Novemba mwaka jana, Venga alilalamika mbele ya shirikisho la soka barani Ulaya, UEFA, baada ya mchezaji Ian Ademi wa Dinamo Zagreb kufungiwa kushiriki michezo kwa muda wa miaka minne, akieleza kuwa klabu yake ilipaswa kupewa ushindi kwa vile wapinzani wao walimchezesha mchezaji aliyetumia dawa za kuongeza nguvu. Licha magari mengi kutengenezwa kuhimili dhoruba ya michuano ya Dakar Rally, Dereva Robi Gordon amelazimika kujiondoa katika michuano hiyo baada ya kupata ajali ya gari. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa nchini Argentina, Robi aliyekuwa akiendesha gari aina ya Hama H2 alikuwa akijaribu kulipita roli kabla ya gari lake kugonga dema na kuhama barabara na kupinduka. Robi amewashukuru wote waliofika sehemu ya ajali na kumsaidia kuokoa maisha yake na kwamba siku hiyo zilipatikana ajali mbili. Robi ameiita ajali aliyoipata kuwa ni ya kijinga.